Tume ya haki ukweli na maridhiano ilikamilisha jukumu lake lililobuniwa kulitekeleza na kuwasilisha ripoti ya matokeo na mapendekezo kwa rais. Tumepokea na tumeshukuru, na sasa inafuata hatua muhimu ya kuhakikisha kuwa mapendekezo ya tume hiyo yanatekelezwa ipasavyo. Ni hatua itakayobaini iwapo ripoti ya tume hii itachukuliwa kama ripoti za tume zingine za awali ambazo zimepuziliwa mbali na kuachwa zikijaa vumbi au itachukuliwa kwa uzito. Kwenye ripoti yake, tume ya TJRC inaelezea kuwa bunge linastahili kwa muda wa mwezi mmoja tangu kutolewa kwa ripoti hiyo kupitia kwa waziri husika kuunda sheria itakayowezesha kubuniwa kwa kamati maalum itakayotwika jukumu la kuhakikisha kwamba mapendekezo yote yaliyotolewa kwenye ripoti yanatekelezwa ipasavyo. Aidha, tume inastahili kuvunjiliwa mbali kwa muda wa miezi mitatu tangu kuwasilishwa kwa ripoti yake kwa rais, na hivyo pana haja ya kamati hii maalum kubuniwa kabla ya miezi mitatu uwezesha tume hiyo kuwasilisha baadhi ya stakabadhi zenye habari za kisiri kwa kamati hii. Haya ya kijiri, baadhi ya waliotajwa kwenye ripoti hiyo wamejitokeza leo kutoa hisia zao. Mbunge wa zamani wa Kamukunji Norman Nyaga aliyetaja kuhusiana na kifo cha aliyekuwa mhadhiri Crispin Odhiambo Mbai ameelezea wanahabari kuwa amegadhabishwa mno na ripoti na kuhusishwa kwake na kifo cha Mbai. Lakini mimi binafsi ninavyojua, sijakuwa muuaji na sijaua, labda kuku na kondoo, binadamu sijafanya na kwa hivyo hawa watu wa TJRC tutapelekana. Na hawa ni binadamu, ni wa Kenya, wengine sio wa Kenya, ni lazima watajibu kwa nini wanachafua majina ya wazee katika Kenya. Akitaka tume ya TJRC kumwomba msamaha wa hadharani, siwaache hivyo na nimewapea siku saba ya kunijibu. Naye aliyekuwa mbunge wa Kandui Alfred Hangati aliyetajwa kwa utumizi mbaya wa mamlaka akihudumu kama waziri msaidizi katika afisi ya waziri mkuu, vilevile vile amejitetea vikali. When a TJRC, a whole commission sits down and, uh, entertains complaints from disaffected individuals against the MPs or the leaders, then we, we think that this is frivolous and, uh, completely out of order. Naibu kiongozi wa wachache bungeni Jakoyo Midiwo ameongezea hisia zake akisema kuwa bunge linastahili kujadili ripoti hiyo bila mapendeleo, ili baadaye waliotajwa kwenye ripoti hiyo kwa kuhusika na mambo mbalimbali mbali kuchukuliwa hatua za kisheria zifaazo can be seen to have been done to the uh, affected Kenyans. Naam, ndio taarifa iliyofanywa mwaka wa elfu mbili na kumi na tatu. Ilifanywa na mwanahabari aliyekuwa hapa Patrick Njendi. Na nikinukuu sehemu ya TJRC ripoti hiyo inasema, kwa miongo kadhaa haki imekuwa bidhaa ya walionacho. Waliotendewa dhuluma wameachwa bila sauti, bila fidia na bila matumaini. mm -hmm. Kile tunachoona kwenye taarifa hiyo ndio kile tunachoona sasa kabisa. mm -hmm. Na ndicho Wakenya wanalalamikia. mm -hmm. Ni vipi basi tunaweza kusonga mbele ilihali uh, watu wanatajwa kwenye ripoti kwamba kuna tatizo ama kuna mahali ambapo walikosea, lakini ni wale wale tunaona wanaendelea na majukumu yao. Wale sasa hivi hawako mm, hatuwaoni. Mm. Lakini kuna wale walioko sasa wanashikilia uh, viti uh, vya serikali, wako katika nafasi hizo ilhali kuna mushkil kuhusiana na maadili yao. Uh, pasta Susi, mm, ni nini ambacho tunapaswa kufanya? Maketi JSC ilitolewa, mm, ikasemekana bunge ilikuwa inapaswa kuweka sheria ili mapendekezo haya yaweze kutekelezwa, lakini hadi sasa haijafanyika. Uh, ni kweli kabisa maanake cha muhimu kweli TJRC ili, ili, ili iliwekwa na tunaona kwamba, um, watu wakajifungua, wakasema yao, wakasema yale mambo yalikuwa yanawaumiza kwa roho zao, tukaona uh, uchungu wa uh, ardhi kuchukuliwa, watu wakasema tukaona uchungu wa um, e, e, uchumi ambao hauko hauna usawa. Watu wakaongea mambo yao na tukafika mahali kwa ile ripoti ya TJRC ya kusema kwamba uh, wamechunguza wakapata, hawa ndio wale wamekuwa na hayo makosa. Ikabidi tuingie kwa kipindi cha pili cha kupata um, uh, rights na justice mm-hmm. na sasa uh, nyani ni wale wale, mambo ni yale yale yanayotendeka kwa, kwa, kwa sasa yeah. Aa, lakini wanaongea ni vijana vijana, wameenda kwa mtandao um, wame, wameenda kwa maandamano uh, wanasema mambo yao na mambo ni yale yale, mambo ya uchumi, mambo ya ardhi, uchungu tunauona. Na sasa pale tunatakana tufikie ni kusema kwamba uh, mwelekeo ni gani nchi yetu kwa sasa, tunaposema kule tunaelekea, na nimesema hapo awali pia si pazuri. Uh, hisia zetu zinaendelea zikipanda, kitu kidogo tu itatulipua. Kwa hivyo kama kanisa, kama uh, NCCK National Council Churches of Kenya, tuko na uh, maadili, tunasema ni kwamba tuje pamoja, tusemezane. Kama kweli makosa imefanyika wacha tuongee katika kikao, watu wote, watu wa siasa tukuje mezani. uh, watu wa uh, um, uh, institutions takabadhi mbalimbali kuje tu, tuje kwa meza tuongee. hawa vijana pia wakuwe hapo hapo tuwasikilize, alafu mwelekeo utapatikana, amani itapatikana. kuna, kuna Wakenya wengi wanahisi hmm. kwamba tushazungumza tushasema mm. Ripoti zishafanya mm. Kulikuwa na hiyo TJRC, kulikuwa na BBI, kulikuwa na NADCO mm -hmm. Bado watu wanaitwa wazungumzi mm. Wakenya wamechoka imam. Uh, haya mazungumzo yataisha lini? Tutaanza kutekeleza lini hayo mazungumzo? Sasa hivi kilichobakia ni kufanya kazi, na katika ripoti kama hizo ambazo tayari zimewasilishwa ziwe ni zenye kutekelezwa, mm hapo -hmm. E, ina maana kuwa wenye ambao, kama ni fidia, ambao wanastahiki wapate fidia, waliodhulumiwa wapate haki zao, waliohusika washtakiwe, na th that's the way forward. Mm-hmm. Na hivyo ndio ambavyo utakuta mtu atakaa ataka, atakuwa ameridhia waila. Eh, hata kama ni watu ambao waliodhulumiwa miaka na mikaka, ni jambo ambalo litabebwa na itabebwa na vizazi vijavyo, kwa sababu sasa hivi tunaona ni watu ambao E, e, mwaka wa elfu mbili na ishirini na mbili hawakujihusisha katika upigaji kura, mm -hmm. Na unakumbuka kulikuwa na idadi ndogo sana walio yaani, wasajili wapya katika upigaji kura, mm -hmm. ambayo ilikuwa ni ishara kuwa vijana hawajihusishi katika hawajihusishi katika siasa, mm -hmm. Lakini nafika pahali kuwa inakuwa e, nafikiri matatizo ambayo tuko nayo sasa hivi yanatokamana na uongozi unavyoenda, mm -hmm. Na ndio hivyo sasa tunaanza kuona na ukiija ukitizama e, ka, yani katika e, ni mfumo wa elimu na nini unakuta yale ambayo yanaofunzwa yana yanaonyesha mambo ambayo yanaonekana wazi katika mm -hmm. Kwa hivyo unaona ndio inakuwa kumbe, eh, hivi pengine ndio wazee wetu walidhulumiwa mm -hmm. Waliopigania uhuru eh, haki yao walipata, hawakupata, walipata fidia, hawakupata mm -hmm. Na wanakuwa ni vizazi na vizazi wanaenda. Kwa hivyo inakuwa si kuwa ati ni, wakati mwingine hata ni wale wahusika, lakini je, wanaweza kuwajibika kwa sababu ya raia wake? mm -hmm. Na ndio tunataka tuweze kuona kuwa E, yani haya mazungumzo e, wakati wake umepitwan umepita ni zile ripoti ambazo zilikusanywa zimeandikwa ziwe ni zenye kutekelezwa. Aha. Na, najua hapo tutaweza kupiga hatua kusonga mbele, na nitawapatia nafasi pasta Susi na, na, mm -hmm. na, na Danvas muweze kuchangia zaidi kuhusiana na ile swala la uwajibikaji mm -hmm. Lakini kwanza nataka tuelekee katika kaunti ya Kisii ambapo Crispin Otieno yupo ili aweze kuchangia mdahalo huu kuhusiana na kutafuta maridhiano na uponyaji, ukweli, usawa na haki. Uh, hapa uh, kwenye sema na Citizen na ma, uh, mashirima, hapa nipo katika mji wa Kisii kutangamana na wakazi wa mji huu kuhusiana na mada yetu kuu siku ya leo. Na uh, hata wanasema kwamba baada ya ripoti ya JRC iliyotolewa mwaka elfu mbili na tisa wanasema kwamba hakuna mengi ambayo yamefanyika, na ndio maana Wakenya kila kuchao wanahisi kugadhabishwa na jinsi ama mwelekeo wa taifa hili. Nataka kuzungumza na mmoja hapa aweze kutuelezea tu ye, eh, kama mkazi wa kaunti ya Kisii anahisi taifa linaelekea, ah, pazuri ama hali iko vipi, na unaweza zungumzaje kuhusiana na uongozi wa taifa? Eh, kwa majina naitwa Alfred, mimi ni mkaaji wa Kisii. Actually, as we see saa hii serikali iendi the correct direction. Bila wananchi, tunaangalia maisha imekuwa ngumu, mauaji imekuwa juu, pesa hakuna, so watu saa hii wanafikiria actually, almost 70% to 80% the country is heading to a wrong direction. So, we are urging our leaders to see what to do, ndio wasaidie wananchi, actually watu wanaumia, unaona mauaji inaendelea president anasema hakuna mauaji the following day you get three four people die so this thing it's like uh, they, they are taking it as a joke so let them be serious and treat this treatment as an urgent matter kitu kama vijana chensi these people are very serious na tusiwachukulie kama ni mzaha this country will burn if we don't take serious action and take reason to their problems so mimi kama mkaaji wa kisii hata ile biashara tulikuwa tunafanya atufanyi. We are down, hakuna kabisa maloni tumebeba atuoni chochote so we are urging the government to act on this and make the, the, the country in a safer side. kuna Thank ile tume ya eh, NCIC, National Cohesion and Integration Commission, ambao kuna hata commissioner yuko kule studio, ni tume ambayo ina uh, inapaswa kuangalia masuala ya chuki eh, matamshi ya chuki miongoni mwa wanasiasa. Je, unahisi labda uh, wanatekeleza wajibu wao upasavyo? Actually your commission sioni kazi yake, kwa sababu hawajaleta hata kesi moja mbele ya wananchi waseme hii mtu aliongea hate speech amechukulia watu wa fulani. we have seen leaders talk badly but nothing has been taken, so ndio tunasema hiyo commission it's not serious and it's just wasting Kenyans money, kwa sababu ni mshahara wanapata, lakini they don't give any results. Yes. Mashiribu -ma unayasikia, ma tuambi unaitwa nani? Unazungumzaje kuhusiana na hali ilivyo nchini? Kwa majina naitwa Wicklif Nyakundi, mi ni mkazi wa Kisii. Mi ningependa kusema eh, maandamano imetupea hasara sababu ni siasa. Kama unataka kutoa kiongozi ngoja 2027 ndio tubadilishe uongozi sababu hii eh, maandamano ni siasa inatumika, vijana wanakufa ao wanasiasa wenye wanatumia ao wengine wao watoto wa, wa, wao wakuji kuandamana. Hiyo e, ndio ningesema mgoje, mpatishe uongozi 2027 tuache siasa, tuache taifa iendelee mbele. Asante maoni yake huyo. Hebu tu karibu katika uh, runinga ya Citizen tutakuwa tuki karibu, tafadhali anaogopa. Uh, ni kama tuambie, unaitwa nani wewe, unahisi e, taifa linaelekea mwelekeo gani na unazungumzaje kuhusiana na hali ilivyo kwa sasa? Mimi naitwa David Nyakundi kutoka Kisii, mimi pia ni mkaaji wa Kisii. Tunaona Kisii na nchi yote watu wanaumia sana, na bado hatuoni kama kuna faida ya hii siasa sana. Siasa nafikiri liisha lakini bado katikati hapa watu wanaendelea kuumia na nikiangalia sehemu za Kisii, sana sana imeumia zaidi. Kama sahii wamama wanalia, soko silijomwa, watu wanalia na tujui hawa watu tulituma bunge wanatutetea njia gani? Kama sisi wakaaji wa Kisii, wakaaji wa Kisii wanalia sana kupitia uwongozi. Uongozi, uongozi imekuwa mbaya katika hii Kenya yetu. Sijui kutoka nyuma tutaona hii lakini kwa sahii tunaumia hivyo, tuangaliane sana kama wananchi wa Kenya Waangalie wale wa chini wabunge na blestenti wetu wa Kenya, awaangalie watu wa chini sana sana. Mimi sina mengi mjaribu hutotetea kama sisi wa chini. Kuna ripoti ambayo, kabla sija kuachilia, kuna ripoti ambayo ilikuwa imetolewa na TJRC ambayo ilikuwa inasema kwamba itakuwa ikiangalia masuala ya dhuluma za kihistoria eh, masuala yanayofungamana na uh, shamba, unyanyasaji wa, wa taifa uh, na vilevile kuangazia jinsi ambavyo hali ilivyokuwa baada ya machafuko ya mwaka 2007, mwaka 2008. Je, unahisi labda kuna mengi ambayo yamefanyika? Hatuchaona lolote, hiyo ni mambo ya nchi. Yaani tunaona ni mapito tu yanapita, hatuchaona lolote likifanyika eh? Eh. Ha -ha, kwa machini naitwa Fred Zatemo no. na ya no. hiyo no. urais mwenye waadilifu anatengeneza hii nchi yetu, kumbe anatupeleka mtoni. Tunataka urais wenye utoleu mzuri Sio tu ulaizi wenye unatupeleka kombo kombo. Tunataka ulaizi wenye there's no any uh, yes. na mashirima uh, unavyosikia, tutakuwa tukizungumza na wengine pia hapo. Ulivyosikia hapo ni maoni mseto tu kutoka kwa wakazi wa uh, mji huu wa Kisii, wengi wakionekana kukadhabishwa na mwelekeo O nchini mwelekeo wa taifa na mwelekeo wa siasa nchini, wakisema kwamba kutokana na uh, ama yale ambayo yalikuwa yametolewa uh, na tume ya TJRC hakuna mengi ambayo yamefanywa mpaka sasa. Kwa hivyo unataka pia taifa liweze kuelekea mahali pazuri, viongozi waweze kuwajibika zaidi. Kwa hivyo tutakuwa tukiachia hapo tuweze kusikia maoni zaidi kutoka kwa wakazi wa kaunti ya Nakuru waliko mwanabari mwenzangu Evans Asiba leo ikiwa tarehe moja mwezi wa saba mwaka elfu mbili na ishirini na tano hii ni kaunti ya nakuru kaunti nambari thelathini na mbili katika mdahalo ya leo tutakuwa tukizungumzia swala la usawa na haki katika taifa hili lakini moja kwa moja chanizungumze na wakenya nilionao hapa twambie pengine kwa wakiona tuna haki na usawa katika taifa hili au mambo vipi njo tu hapa tukianza kwa kujitambulisha majina twambie wewe kama mkenya wewe kama mkazi wa hapa nakuru pengine unafikiria haki na usawa ipo au la? E, kwa majina naitwa Simon Sangale ole na siku haya, mambo ya haki usawa, naona kwamba jambo hili hajaweza kuzangatiwa zaidi katika taifa la Kenya mambo ambayo yamekuwa kiendelea katika taifa la Kenya hata wakati ambapo tulikuwa na vita vya 2007 2008, kuna hii tume ya ukweli haki na maridhiano ambayo iliweza kuwekwa mahali pale. Kuna mambo mengi ambayo waliweza kuweka kama recommendation, mambo ya land injustices, mambo kama vile political assassination, mambo kama vile torture, mambo kama hayo ambayo hayajazingatiwa. Ukiangalia katika taifa la Kenya, tumeona kwamba mashamba bado yanaendelea kunyakuliwa, tumeona kwamba kama vile ambavyo hapa Nakuru tumeona pia IDPs ambao walifurushwa mwaka wa 2007 2008 mpaka saa hii hawajapatiwa mashamba, wanakaa katika hali mbaya. Tumeangalia katika maeneo angata Baragoi, watu wanahangaishwa kule Dabibi, tumeona watu wakifurushwa ili kwamba watu fulani wachukue mashamba. Mambo ya assassination tumeona pia katika taifa la Kenya, hajaisha bado. Baada hata hiyo ripoti ya TJRC kuweza kutolewa, tumeona watu kama vile Father Kaisa aliuliwa, tumeona vile kama majenzi sasa hivi wamekuwa akiuliwa, mpaka huyo blogger ambaye anaitwa Dianguya amepotea na ajulikani mahali aliko. Kwa hivyo mimi ningependa kusema kwamba hii taifa la Kenya mambo ya usawa itaingia wakati ambapo katiba la Kenya litaheshimiwa, pia wakati ambapo tutakubaliana kama viongozi, wa bunge wafanye kazi yao, judiciary iweze kufanya kazi yao, na executive iwache kuwa na excesses, ambazo wanafanya, wanatumia mamlaka yao kuweza kukiuka haki za wananchi, kama vile tunaona waziri huyu wa interior akisema kwamba watu wapigwe risasi. That is an injustice ambayo hakika hatuwezi endelea nayo. Aya, sauti hiyo ni Aloneseku. Tuzungumze na Mama Asumta tu, ukianza kwa kujitaja majina yako kamili, pengine tuambie sauti yako ni ipi kuhusiana na swala hili la leo, mada hii ya leo, unafikiria tuna haki na usawa katika taifa hili? Asanti, majina ni Asumta wa Goiwa Muirole, mkaazi wa Nakuru Kaunti. Mimi nitasema ya kwamba hatuna usawa, hata hatuna haki, kwa sababu hata baada ya katiba yetu kutupa ruhusa ya, ku, ya kukuwa na demokrasia katika taifa la Kenya ni kana kwamba haiheshimiki, tuseme uongozi na viongozi wale tume tumeweka katika kuongoza Kenya, wao hawazingatii katiba yetu. kuna kwa hivyo uh, hatuwezi kupata usawa ama hatuwezi kupata haki I, wakati hatuna wale wawakilishaji uh, bora ama dhabiti. Ninasema ya kwamba kama tungelikuwa na haki na usawa, hatungekuwa tunaona maafa kiholela, hatungekuwa tunaona marisasi kila wakati, hatungeona hatungekuwa tukiona kukatazwa kutokelezea kwa maandamano na ili hali iko katika katiba. Niseme ya kwamba hizi tume ambazo zinabuniwa ni tume tu za kupatia makomishna na pesa, kwa sababu iwapo hiyo tume eh, ya, ya maridhiano kama ingeliheshimika na ifanyishwe kazi ilikuwa ni sawa kabisa, kwa sababu ilikuwa ikiangazia masuala ya 2007, 2008 maafa yaliyotokea kutokana na Siasa. Kwa hivyo niseme ya kwamba hii maneno ya kuunda matume ambayo haisaidii wa Kenya, haina haja, hatuna usawa, hatuna raha katika taifa letu la Kenya. Asante, asante. Haya basi, mliosikia wawili hao wakiwa na kibwagizo kimoja cha katiba iheshimiwe. Hii ni kaunti ya Nakuru. Kazi kwako studio, Mien Evans Asiba <muchos>